Matumaini yangu ni mzima wa afya, mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa habari Kiganjani. Karibu tena kwenye miendelezo ya habari na matukio yanayojiri ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na habari tuliyonayo sasa na tunaisongesha mbele yako ni kuhusu Chama cha Mapinduzi kupitia katibu wake wa itikadi na uenezi kujitokeza hadharani na kutoa onyo zito kwa baadhi ya wagombea wanaotaka kugombea tena nyadhifa mbalimbali kama ubunge, udiwani na kadhalika. Wasifikiri kwa sasa utaratibu wa CCM watapita bila kupingwa baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini. Kipindi kilichokuwa kinaenda kuwa awamu ya pili ya hayati Magufuli, kulikuwa na habari inasema asilimia tisa ya viongozi waliokuwa wanagombea hasa hasa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wamekuwa wakizungumzwa sana na wananchi na wanaharakati toka mwaka huo hadi leo, bado linaendelea kuzungumziwa, walipita bila kupingwa. Kwa mujibu wa taarifa ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu iliyotolewa na Mwananchi inasema unaweza ukawa mwisho wa utaratibu wa wabunge na madiwani wanaopita bila kupingwa katika uchaguzi baada ya mahakama kuu ya Tanzania kubatilisha vifungu vya sheria vinavyoruhusu kuwapo kwa wabunge na madiwani wa aina hiyo. Uamuzi huo wa mahakama umekuja wakati bunge la sasa hivi likiwa na wabunge 28 waliopita bila kupingwa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2020, wakiwamo wakiwemo mawadhiri kadhaa na wabunge kutoka chama cha mapinduzi CCM muzi huo, mawakili wa kujitegemea Daimu Halfani na Dr. Lugemeza walielezea mwananchi kuwa kuanzia sasa hata ukitokea uchaguzi mdogo hakuna mgombea yoyote kwa nafasi hizo ambaye atatangazwa bila kupingwa. Hata hivyo, mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Eliza Feresh hakuweza kutoa msimamo wa serikali kuhusiana na uamuzi huo, akisema kuwa ni mapema, kwani uamuzi huo hauna muda mrefu na kwamba unahitaji utafiti kwanza kabla ya kutoa msimamo wa serikali. Uamuzi huo katika hukumu yake ya kesi ya kikatiba iliyofunguliwa na mwanasiasa mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo Joran Rehabura Bashange. Bashange alifungua kesi hiyo Mahakama Kuu masijara kuu Dar es Salaam dhidi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi nesi na wanasheria mkuu wa serikali akipinga kuwepo kwa wabunge na madiwani wanaotangazwa bi, kupitia bila kupingwa. Katika kesi hiyo ya kikatiba namba 19 ya mwaka 2021 Bashange alikuwa akihoji uhalali wa kikatiba wa kifungu cha 44 cha sheria ya taifa ya uchaguzi nea sura ya 343 kinachoruhusu kuwepo kwa wabunge wanaopita bila kupingwa, pia ukihoji uhalali wa kikatiba wa vifungu vya vya sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa sura ya 292 vinavyoruhusu kuwapo kwa madiwani wanaopita bila kupingwa. Katika hukumu hiyo iliyotolewa na jopo la majaji watatu waliosikiliza kesi hiyo, John Mgeta, kiongozi wa jopo, Dr. Bin Haj Masudi na Edwin Kakolaki, mahakama hiyo imesema vifungu hivyo vinakinzana na Katiba, hivyo imesema ni batili kwa kukiuka masharti ya ibara 21 moja mbili ya katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ambavyo imekuwa ikirekebishwa mara kwa mara, hivyo tunaendelea kuvitupilia mbali vifungu hivyo kutoka katika vitabu vya sheria, Inasomeka sehemu ya hitimisho la hukumu hiyo. Madai ya bashange Bashange, katika kiapo chake na hoja za mawakili wake Mpale Mpoki, Harfani na Joakimu wakati wa usikilizaji wa kesi hiyo, alikuwa akidai kuwa kuwepo kwa vifungu hivyo vinavyoruhusu kuwepo kwa wagombea wanaotangazwa kupitia bila kupingwa katika nafasi hizo vinakiuka katiba ya nchi. Pia walisema kwamba bunge lilikwenda nje ya mamlaka yake kutunga vifungu hivyo. Walifafanua kuwa vifungu hivyo vinakiuka haki ya wananchi ya kupiga kura kuchagua wawakilishi wao na kushiriki katika masuala ya umma kupitia wawakilishi waliochaguliwa bungeni na katika serikali za mitaa. Pia walidai kuwa vifungu hivyo vinakinzana na katiba ya ibara ishirini na moja moja na mbili pamoja na vyombo mbalimbali vya kimataifa na vya kikanda, yaani mikataba na matamko mbalimbali kuhusiana na haki mbalimbali. Vilevile walisema vinaweka ubaguzi, kwani wakati vifungu hivyo vinaruhusu wagombea pekee katika nafasi hizo kutangazwa kupitia bila kupingwa, mgombea urais ni tofauti, kwani mgombea huyo hata kama anagombea peke yake atalazimika kupigiwa kura kwa mujibu wa kifungu cha 34. Bashango na mawakili wake walidai kwa kuwa katiba haitambui kuwepo kwa wabunge na madiwani wa kupita bila kupingwa bali wa kupigiwa kura. Hivyo aliomba mahakama hiyo itamke kuwa vifungu hivyo ni batili na inaamuru vifutwe katika vitabu vya sheria nchini. Majibu ya serikali. Wakati wa usikilizaji, wakili wa serikali mkuu Hangi Changa alipinga hoja zote za mawakili wa Bashange, akidai kuwa kwa kuwa ushauri hilo lina madai mazito ya uvunjaji katiba, wanapaswa kudhibitisha madai yao kwa kiwango kisichoacha mashaka. Hata hivyo, alidai kuwa mdai alishindwa sha madai yake kwa kiwango kinachotakiwa akidai kuwa hakuweza kutoa ushahidi kuonesha kuwa vifungu hivyo vilivyokuwa vikilalamikiwa vinakiuka haki hizo za kikatiba alisisitiza kuwa vifungu hivyo havikiuki katiba kwa kuwa vinalinda maslahi ya umma kwa kuokoa gharama za uendeshaji uchaguzi zisizo za lazima kwa wagombea wasiokuwa na upinzani, na kwamba hivyo vinalinda na ibara ya thelathini moja mbili ya katiba. Vilevile vile changa alidai kuwa ibara sabini na saba moja ya katiba inalipa mamlaka kutunga sheria za kusimamia uchaguzi na kwamba vifungu hivyo ni sehemu ya sheria hizo. Uamuzi wa mahakama mahakama baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili ilitupilia mbali hoja za serikali, pamoja na mambo mengine, ikisema kuwa masharti ya vifungu hivyo yana mnyima mwananchi haki ya kupiga kura. Ilisema kuwa ibara ya sitini na sita moja inataja aina ya wa wabunge lakini haijumuishi wabunge waliopita bila kupingwa, ambayo ibara ya sitini na moja oj moja, hey, inataja wabunge wa majimbo waliochaguliwa kuhakikisha majimbo na kwamba sabini na sita na sabini na saba moja zinaelezea uchaguzi wa wabunge katika majimbo pia imesema kuwa inatambua kuwa ibara ya tano inaeleza hali au sababu ambazo chini ya sheria inayotungwa zinaweza kuondoa haki ya mwananchi kupiga kura, na kwamba katika sababu hizo hakuna nayo ya kisi vifungu hivyo. Vilevile imesema kuwa wanadai hawakoonesha ni namna gani alama zinazookolewa na serikali kwa kutoendesha uchaguzi kwa wagombea wasio na wapinzani kuna kidhi masharti ya ibara ya thelathini mbili ya katiba. Hivyo imesema kuwa imeshawishika kwamba mbunge wa jimbo ni lazima awe amechaguliwa kwa uhuru na wananchi, isipokuwa kama kuna kiuziuzi kinachoruhusiwa na katiba ikieleza kumwondolea mwananchi haki ya kupiga kura. Kwa hiyo tunakubaliana na mdai kuwa vifungu vinavyopingwa vinakiuka katiba inayotoa haki ya kupiga kura chini ya ibara 21, imesisitiza mahakama hiyo. Maoni ya wanasheria baada ya mahakama kutoa hukumu hiyo, wakili Halfani alisema bunge linapaswa kukifuta kifungu hicho na kuweka kifungu kinachoeleza kwa wapiga ya kura wagombea pekee. Hata wasipofanya hivyo, tume ya uchaguzi haipaswi kuwatangaza wagombea wanaopita bila kupingwa, hata ukitokea uchaguzi wowote mdogo kuanzia sasa hivi, alisema wakili Halfani na kuongezea Kuanzia sasa akitokea mgombea pekee katika jimbo au kata, kutokana na sababu zozote zile, huyo mgombea naye lazima apigiwe kura. Alifafanua kuwa hata bunge lisipofanya marekebisho hayo ya kupigwa kura, masharti hayo yanaweza kuweka hata kwenye kanuni tu zinazotungwa na waziri mwenye dhamana. Naye Dr. Nshala alisema kuwa baada ya uamuzi huo wa mahakama, tayari kifungu hiko kimeshafutwa na kwamba hakuna haja hata ya kusubiri kwenda bungeni kukifuta. Kwa hiyo kuanzia sasa tukito... Kwa hiyo kuanzia sasa, ukitokea uchaguzi kwa mgombea asiye na mpinzani, tunapaswa kumpigia kura ya ndio au hapana, alisema Dr. Nshala. Hata hivyo, alisema kuwa wale ambao tayari walishapita bila kupingwa katika uchaguzi uliopita wao wamesalimika, na kwamba ubunge wao ungeweza kuwa batili kama nao wangekuwa wa wameunganishwa kwenye kesi na kupingwa ubunge wao pia. Anachochama cha mapinduzi CCM Tanzania kimesema kimefanya mabadiliko katika mchakato wa upatikanaji wa wagombea kuelekea uchaguzi mkuu. Hakuna kupita bila kupingwa, kwani zitapigwa kura za ndio na hapana kwa wagombea katika mchakato huo. Katibu wa halmashauri kuu nesi itikadi uenezi na mafunzo ya CCM Taifa, Amos Makala, alieleza Machi saba, elfu mbili na ishirini na tano wakati akizungumza katika mkutano wa ndani wa viongozi wa chama ngazi ya tawi, kata na wilaya, katika wilaya ya Temeke mkoani Dar es Salaam, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya siku tano mkoani humo Makala amesema sisi wamefanya marekebisho makubwa mawili ikiwemo uchujaji wa wagombea kabla ya kula za maoni, tofauti na alikuwa hapo awali, lilikuwa likirudi jina moja na kupita bila kupingwa, lakini mwaka huu itakuwa tofauti ni wabunge na madiwani wapate usalama na utulivu. Badiliko lingine kubwa yele mambo ya kupita bila kupingwa, sasa hivi hayapo tena Yaani wewe ndani ya chama chako ukapita bila kupingwa, na ukataka nje upite bila kupingwa, halipo hilo. Hayo ni sehemu ya makubaliano. Sasa hivi utapigiwa kura za ndio na hapana, amesema Makala. Ameongeza kuwa hapo awali walikuwa wanachukua fomu na kurudishiwa jina moja, lakini mara hii itakuwa tofauti, kwani utafanyika mchujo wa awali wa kurudisha majina matatu ambayo yatapigiwa kura za ndio na hapana, hivyo hakuna atakayepita bila kupingwa.